Hapo hii ni faida ya kilimo ambayo nataka naonyesha sisi ni hii uh, nyumba ni ghorofa ambayo najenga ni ghorofa, ndugu zangu, vijana wenzangu, mimi ni kijana mdogo kama nini, niko na kila mara kwa mara nakuwa nikiwasikilize nakuwa nikiwa kwa sana courage na kupatia sana nani mwanga, walikuwa yani kilimo inafaa kwa maisha ya mwanadamu. Hii nyumba hapa ni ghorofa kubwa sana, ni ghorofa kubwa sana ambayo niko najenga hapo, nipo na maanisha kusema ni, ni, ni, pesa ya kilimo tu, sina nyingine, sina nyingine wa ndugu zangu, nyingine kazi kwa leo. Yaani hii nyumba sijapata, sijachukua pesa nyingine sehemu niweke hapa, bali ni pesa ya kilimo tu. Pesa ya kilimo, vijana wenzangu wa, na wasi sana, hata kazi ya kusambaza mitaani tapata mitaani. Achana na hiyo kazi, kazi. Serikali haina uwezo ya kupatia watu wote kazi. Serikali kwa leo haina uwezo wa kupatia watu wote kazi. Mfano, mfano nchi nzima ina watu milioni mia laki moja Asa unta bajeti -ja ya serikali kwa leo ni bajeti ya trilioni thelathini. Asa unona kama hela inakuwa kidogo kuzidi watu, watu ni wengi kuzidi kuzidi hela. Asa itapatia nani pesa, kazi yache nani, kupata nani kazi? Kwa hiyo ina maana kusema kufanya kazi serikali ya tutapata kazi sisi wote. Mimi ni kijana mdogo, kijana mwenzenu, ni kazi yangu ni kilimo tu mimi nyingine kazi sita kilimo ila, angalia nyumba ambayo yenyewe najenga kutokana na kilimo tu. Kilimo tu ni gorofa nyingi sana, hata kuna biashara yoyote. Akija hapa anakubali kusema, anakubali kusema kweli, huyu kijana anajenga nyumba, nyumba ya kifahari, nyumba nzuri, sio kwa majitapu, hapana. Na yule mwenye atakila kama ni majitapu, basi yani, hiyo tu ni hivyo, itakuwa ni majitapu yani, ila mimi ni nia yangu maji chafu i nataka nionyeshe watu kama kilimo kinafaa, kilimo kinafaa, kilimo ni kitu kizuri sana. Tuwache kujua umaskini, no, sisi wenyewe mosakaa, tuwache tuache kujua na no umaskini, sisi wenyewe. Hapana, Afrika ni nchi tajiri, ni nani, ni bara tajiri, ni kontinenti tajiri. Kwa hiyo tuache kujua sana na umaskini, no, sisi wenyewe tuko na mali yote hapa chini ya Afrika, ila wazungu ndio maana wazito, wazungu wanasema kama si Afrika hatuna akili, tunaa masera masera. Tuone sisi kwa sisi tunatukiana, sisi kwa sisi kwa sababu ya pesa, hiyo ni, ni, ni uvivu. Vijana wenzangu tufanye kazi, nyumba kama kifahari, kama naona nyumba kifahari sana sana ambayo niko najenga kutokana na, na kilimo tu kilimo tu kajenga nyumba. Sasa wote jana mwanzo, ambao uko hapo, unachokuta hauna kazi, hauna kazi, na kipindi kazi yenyewe zipo. Kama kazi zipo, mpaka wewe mwenyewe utashinda kufanya kazi. Kazi zipo vizuri, gani wewe unashughulika, mpaka serikali ipate kazi ajana, na serikali ipate kazi mwenyewe, jajiri mwenyewe, jajiri mwenyewe. Hii ni nyumba ambayo mimi mwenyewe nimejajiri na chanangu mimi nimejakilimo, ndugu zangu Fanye kazi tu, watu tuache umaskini. Tupo maskini basi. Fanye kazi ya kilimo. Msitegemee serikali, msitegemee ndugu, msitegemee watu wa Ulaya. Watu wengi wanakaa kwenye makambi. Wanazingizia, yani wanazingatiwa ndikupewa. Unaweza kaa kambini lakini unafanya kazi. Na kilimo, unalikuwa kafu ila upewa. Unaweza fanya kazi kambini una, unafanya kazi, hiyo kazi inaweza kuendelea kwa washako wao mwenyewe. Kwa hiyo tuache kazi ya kujikata mikono. Tufungue mikono. Mungu ametupatia akili na ubunifu sisi wenyewe na nguvu. Tujiongeze sasa sisi wenyewe cha akili. Naona ndugu zangu, hii ni kidogo, tunataka nionyeshe tu ni, ni kwanza niwaambie, niwaonyeshe kama nyumba hii hapa. Hii nyumba imetokana na kilimo tu, kilimo. Najua, najua kwa hapa Afrika zote watu wenye wanaongoza vizuri kabisa kwenye kilimo, vijana wadogo, watu kumi wa Afrika na mimi, na mimi tutaweka ndani Vijana wadogo ni wanaongoza kimulimo kwa Afrika. Kumi na mimi utaniweka ndani. Au utaniacha? Sababu gani? Bidi. Pini wewe unakuwa na bidii kwanza. Usitegemee si nifanye kwa sababu serikali ni support hapana. Kwa kwanza na bidii mwenyewe. Serikali yenyewe itakutafuta tu. Serikali yenyewe itakutafuta. Itakupatia, serikali inapenda yule mtu mwenye anakuwa na initiative zake. Serikali inapenda yule mtu mwenye anakuwa na na changilisha na mtu mwenye anaanza mwenyewe. Serikali inakufuata. Sio, napenda uone ufuate serikali eti ikusupport. Ndio pale sisi vijana tunataka serikali mbaya, serikali mbaya. Ina serikali, serikali sio mbaya. Hakuna serikali mbaya. Na sisi wenyewe ndio wabaya, watu wenyewe ndio akize, akize ndio mbaya. Tunapenda sisi ndio tufuate serikali, tupatie msaada na kipindi atuoneshe kitu fulani. Na serikali inapata inakufuata wewe mwenyewe. Serikali inakufuata wewe mwenyewe. Inakupatia msaada kutokana na yale na yale yenyewe wewe mwenyewe kwanza unaonesha serikali. Kwa mtu eh, anafanya mwenyewe. Tukimuongezea kikombe atasaidia watu, atasaidia nchi. Kwa hata wale wote wa serikali hawana muda wa kulima, lakini wanategemea nao, tumbo inadai. Hawana muda wa kulima, lakini wanategemea nao, jioni wale sokoni, wanunua unga, wale wanunua mchele, wale hiyo mchele kutoka shambani. Yaani, yani serikali ni lazima itakusapoti wewe, ila wao wanaanza kuonesha kwanza na wewe bidii yako kwanza kwa serikali. Kwa mimi ni mlimaji, mimi ni mpambanaji, mimi napambana hiki mwenyewe, mnomba msaada serikali wenyewe itapata msaada wa ndugu zangu. Kwa hiyo ndio kidogo tu ndio niwaambie hiyo, ndio naonesha kusema hii ni faida ya kilimo. Hii ni fedha ya kilimo. Ni nyumba kubwa sana, ni mita ishirini na mbili na nusu kwa kumi na nne na nusu yaani ni nyumba kubwa sana igorofa kama mnayoona. inaendelea kuisha lakini tujitahidi sana tufanye kazi tujitahidi sana tulime kazi ni, hakuna kazi kulizi kilimo, hakuna biashara kulizi kilimo. Wewe mpambanaji, upambane kwa kilimo wewe unafanya biashara un sawa, ni vizuri zaidi, na wewe tu ni kazi. Kipindi unafanya biashara yako, watu kwa nini ya kwenda mtaani unapitia story, una ule jamaa amekula mkate, ule jamaa amekula nyama, umwendee tumpige masasi. Hiyo kitu kitakutoka ndani. Kwa hiyo ndugu zangu, jiwani nipale tufanye kazi. Nawashukuru sana wana agricole. Ni mimi wenu Engineer Papi. Nataka niwaoneshe tu. Ndio hiyo nyumba hii. Kama kisi mnaiona. Kama gisi mnaiona huko, kama gisi mnaiona hapa, ndio kwangu, ndio nyumba ambayo niko najenga. Kama gisi mnaiona nyumba hiyo, inaendelea kuisha. Mimi nafanya hivi, sio kujitapa hii sio kitu cha kujitapa ila ni kitu ambayo nakuja kusensibilize vijana wenzangu, tuache kutokuangalia watu watupatie misaada. Tuache kutegemea tu wenye wako ulao ule mwenye kwa ulao naye anategemea na yeye ape msaada ule mwenye kwa ulao naye anategemea na yeye kesho au, au mtu fulani anategemea na yeye apate pesa zake yeye na maisha yake na, na familia yake. Kwa hiyo na wewe hata kwa kikambini, kijana mwenzangu, hata uwe kambini itaidi toka kambini, toka kambini, jitahidi u tafute maisha. Jitahidi utafute maisha. Hapa ni kuanguka kama mnaona. Shamba ile ya e, e, mpunga ambayo nimelima pale na nakuwa namwagilizia maji. Kama mnaona. Naona. Kwa hiyo jitahidi kijana mwenzangu, jita, ujitafute, ujitambue. Afrika ujitambue. Mara mingi natoa hizo maaudio za kujitambua, mimi najitambua. Tujitambue, si wa Afrika, tuache kutegemea wazungu. Tuache kutegemea misaada kutoka Ulaya kwa ndugu zetu walio kwa Ulaya, wale nao wana matatizo zao na wao. Unajua, unaona kipindi hawakusaidii unakuwa yule mtu mbaya, tangu anataka Ulaya anipatie pesa. Ndugu yangu yeye anatafuta ina maisha yake, na wewe hmm, we, una maisha yako na wewe, una maisha yako na wewe, tafuta ndugu yangu, na wewe tafuta, hmm? tafuta na wewe upate na wewe pesa zako, na wewe maisha yako, na wewe ni yako. Sababu njia njia ya kutafuta kwa leo ni kilimo. Hakuna biashara kama kilimo, ndugu zangu. Mimi kwenye wananijua, wananijua mzuri sana, nilikuwa na mashine mamulezo za kutosha tu Kivitu yote nimeuza, vitu vyote nimeuzisha, yaani nimeuza vitu kila kitu, nimebaki kazi yangu ya kilimo. Ndio maana kilimo kila kinanilipa kilimo, kilimo kimelipa na kinanilipa kabisa. Ona nyumba kama hii wewe, hata hata huo mfanya biashara mkubwa, ukiangalia hii nyumba yenye najenga mimi, mkulima, utaogopa utasema, eh, huyu kijana anajenga kilimo. Kwa ndugu zangu, kilimo, nyumba nzuri sana, nyumba kubwa nzuri sana, haijaisha e, ila inaendelea ina, ina, ina kuisha sasa hivi kama mnaona inaendelea kuisha. Baadaye inabaki tu kumalizia tu hapo tu hivyo, afu wanapiga nani nine juu kule basi. Unaona? Kitu kinatoka vile. Kwa ndugu zangu, njoo hivyo na nataka tu niwaambie eza nikta niwaambie kusema tujitahidi sana kwa kulima. Tujitahidi sana kwa kulima, kilimo ni kitu mwaki kizuri sana, kilimo ni kitu kenye wewe hautaomba, hautadaiwa na mtu, hata serikali hatakudai. Nita kusumbuli wote lipa kodi fulani ni ile kodi kidogo kidogo yenye unalipa kwa mwaka tu basi. Kwa hiyo wanasipesa kilikole ni mimi wenu engineer api mwenye kila mara anatoa hotuba ndani ya grupu zetu. Hii hii video sio ya ya grupu yetu. Hapana, hii ni grupu ni video ya Waafrika wote. Wewe ukipata tumia na ndugu yako, ukipata tumia na ndugu yako. Yule mwenye atakata kwa, kwa mambo so, ya kujitapa sio sio hii sema ya kujitapia sio hii. Bali hii ni sehemu ya kumobilize watu, kusasibilize watu, wenzangu wajene wa Afrika, tuache tuko na, na, na, na wanawake tuko na watoto na wale watoto wetu wanawake wetu sisi tuwatafutie kazi, tuwatafutie maisha. Kwamba tuwapambanie. Kesho watu si wanome, mara mingi tunawahi kufa sana kuliko wake zetu. Kesho tuwache watoto wetu mahali pazuri. Mahali ambapo sio mahali ya yani maisha yenyewe angalao basi afadhali. Sio maisha ya kuombaomba, hapana. Na kitu yenye itatufanya sisi tufanye hicho ni ni kilimo tu, ndugu zangu kilimo tu na no, washukuru sana wana spense Agricole. Asante sana.